Mchezo wa mzizima dabi uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu hatimaye umefika, na kubwa zaidi yaliyojiri katika kuelekea mchezo huu ni kwamba mchezo umehamishwa uwanja, badala ya kuchezewa katika uwanja wa uh, KMC Complex. Sasa uwanja umehamishiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, yaani uwanja wa taifa, na muda pia umebadilishwa, badala ya kuchezwa majira saa kumi kamili jioni, mchezo utapigwa majira ya saa moja kamili za jioni katika dimba la Benjamin Mkapa, huku vikosi vyote viwili vikiwa na wachezaji wenye uwezo unaofanana. Lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo kocha wa Simba Sports Fadlu Davids amekuwa hatabiriki e, katika kikosi chake, huku katika kikosi ambacho kimeanza katika michezo mingi iliyopita, golini kama kawaida ni Pinpin Kamara alikuwa anaanza, lakini pia a, mabeki wa pembeni ni Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Shomari Kapombe mabeki wa kati ni uh, Chefondo Malone pamoja na Abdulrazak Hamza, lakini kwa upande wa viungo katika mfumo wa 4231 viungo wale wawili alikuwa anapenda kumtumia uh, Yusufu Kagoma pamoja na Fabrice Ruamba Ngoma, lakini viungo washambuliaji ni Uh, jen wa, moja, a jenye sherehe ya elimpanzo pamoja na ladaki cha samba huku mshambuliaji wake wa mwisho aliyekuwa anapenda kumtumia sana ni Lionel Ateba, bwana. Hicho ndicho kikosi ambacho kocha Simba amekuwa akipenda kukitumia katika michezo mitatu minne mfululizo ambayo Simba amekuwa anacheza. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya comment. Unafikiri Simba hii, je, ina matumaini ya kutoa ubingwa msimu huu?